Karibu katika mada leo, tunakwenda kujifunza sababu kumi zinazosababisha matatizo ya moyo kwa vijana katika dunia. Sasa magonjwa ya moyo hayawasili wazee pekee, idadi kubwa ya vijana wanaoanza kupata matatizo ya moyo mapema zaidi kutokana na mabadiliko ya maisha, lishe na mazingira. Hii ni orodha ya sababu kumi zinazochangia kuzoofisha moyo kwa vijana na nyingi haizingatiwi hadi tatizo linapojitokeza. Utakuwa nami daktari Lenny Komba nichukuletea mada hii kwa undani. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha una subscribe ili uwe unapata mawazo yetu mara kwa mara. Jambo la kwanza, lishe mbaya, fast food, vyakula vilivyosindikwa. Vijana wengi hupenda vyakula vya haraka kama chipsi, baga, soda na vyakula vilivyokaangwa. Vyakula hivi huwa na mafuta mengi ya trans fat, chumvi nyingi na sukari, ambavyo huongeza cholesterol mbaya LDL, na hatimaye huchangia kuziba kwa mishipa ya damu ya moyo. Jambo la pili, kukosa mazoezi ya mwili. Kukaa muda mrefu kwenye simu, kompyuta au televisheni bila shughuli za kimwili huongeza hatari za moyo kuzofika. Mazoezi husaidia kuimarisha misuli ya moyo, kupunguza uzito na kuimarisha mzunguko wa damu. Jambo la tatu, msongo wa mawazo, yani stress. Msongo wa mawazo unatokana na kazi, mahusiano, mitihani au changamoto za maisha, kuongezeka kiwango cha homoni ya cortisol mwilini. Cortisol ya juu ya muda mrefu kuongeza shinikizo la juu la damu na uasili afya ya moyo. Jambo la nne: kunywa pombe kupita kiasi na kuvuta sigara. Pombe nyingi huharibu misuli ya moyo, huku sigara ikiharibu mishipa ya damu na kuongeza uwezekano wa shambulio la moyo. Wengi hufikiri ni burudani, lakini ni sumu kwa moyo wako. Jambo la tano: Kutopima afya mara kwa mara. Vijana wengi hawana utaratibu wa kupima shinikizo la juu la damu, kolestero au kisukari. Kukosa uchunguzi wa mara kwa mara husababisha matatizo na kugundulika yakiwa tayari yameshaathiri moyo kwa kiwango kikubwa. Jambo la sita, kutopata usingizi wa kutosha. Usingizi wa chini ya masaa sita hadi saba kwa usiku unaweza kusababisha matatizo ya presha, mapigo yasiyo ya kawaida ya moyo na kuathiri mfumo mzima wa damu. Jambo la saba, uzito kupita kiasi, yaani obesity. unene uliopitiliza unaongeza mzigo mkubwa kwa moyo. Moyo hulazimika kufanya kazi kwa bidii zaidi kusukuma damu mwilini. Hali hii huweza kusababisha kushindwa kwa moyo kufanya kazi kwa ufanisi. Jambo la nane, kisukari na presha isiyodhibitiwa. Kisukari na shinikizo la juu la damu vimeanza kuonekana kwa vijana kutokana na mtindo wa maisha. Bila kudhibiti mapema, vinaweza kuharibu mishipa ya damu ya moyo. Jambo la tisa, kutokunywa maji ya kutosha. Upungufu wa maji mwilini husababisha damu kuwa nzito na kupunguza kasi ya mzunguko wa damu. Hii huongeza kazi ya moyo na kusababisha uchovu wa moyo kuwa wa muda mrefu. Jambo la kumi, uzito wa kihisia emotional baggage, kuhifadhi huzuni hasira, chuki na hofu bila usaidizi wa kitaalamu huathiri sana moyo. Hisia hasi huongeza msongo wa ndani, unachochea matatizo ya moyo kimya kimya. Afya ya moyo si tu ya watu wazima, vijana nao wanapaswa kuchukua hatua wa mapema kwa kula vizuri, kufanya mazoezi, kulala vya kutosha, kudhibiti msongo wa mawazo na kupima afya mara kwa mara. Moyo ni injini ya mwili, ukizofika maisha yote huingia hatari. Je, ni kati ya ipi sababu umejihusisha nayo? Tuambie kwenye comment section. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare maudhui haya kwa marafiki.